Iliyopita Hadubini ilikuletea simulizi ya kusikitisha inamhusu binti mmoja ambaye alipata ajali wakati wa mahafali yake ya kidato cha sita miaka minne iliyopita, tukio lilomsababishia ulemavu wa kudumu, ambapo mpaka hii leo hauwezi kufanya chochote pasipo msaada. Hii leo basi tunakuletea sehemu ya pili na ya mwisho ya mkasa huo, ambapo pia amepata fursa ya kukutana na waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Nape Nnauye ambaye ameahidi kumsaidia. Tuungane na wanahadumini wetu kwa taarifa zaidi. Karibu Wakonta Kapunda. Katika hadubini wiki ya pili sasa, msichana ambaye miaka minne iliyopita akiwa katika shamra-shamra za mahafali ya kidato cha sita katika shule ya sekondari ya wasichana Korogwe, lakini dakika chache kabla ya kuingia ukumbini, anapata ajali mbaya inayosababishwa na mwitume mwenzake ambaye alikuwa akijaribu kuendesha gari la kaka yake aliyefika kumpongeza wakati wa maafadi hayo. Ajali hiyo imemsababishia Wakonta ulemavu wa kudumu. Sasa amepooza mwili mzima na hawezi kufanya jambo lolote pasipo msaada. nyumbani kwa Wakonta kujifunza mengi kuhusu maisha ya familia hii. Asubuhi na mapema, namshuhudia mtaalamu wa mazoezi ya viungo anayefika nyumbani hapa kumsaidia Wakonta. wakati wote nikiwa hapa, nashuhudia mshikamano wa hali ya juu miongoni mwa wanafamilia wanaobeba jukumu la kumhudumia ndugu yao kwa kila hali ninayoshuhudia katika familia hii sitosita kusema kweli, baba na mama ni nguzo ya familia. Nikiwa nje ya nyumba ya kina Wakonta, namshuhudia mama yake akiwa katika pilikapilika za kuhakikisha binti yake anabaki kuwa nadhifu wakati wote da usiopungua saa moja na nusu hivi unamwezesha kukamilisha jukumu kubwa la udobi. Sasa anarejea ndani kwa ajili ya kumhudumia binti yake. Hapa anahakikisha anatimiza majukumu yake yote kama mama. Kwa Wakonta hii ni faraja tosha. sha linafuata jukumu la baba wa Konta na mdogo wake wa Konta la kumfanyia mazoezi ya viungo kwa mara nyingine tena, zoezi ambalo anasema ni muhimu sana kufanyika kila mara kwa mtu aliyepooza. Baba na mama Wakonta daima, mshikamano kwao ndiyo nguzo inayosaidia kulisukuma jahazi hili pasipo kuchoka. Kila mmoja anatimiza wajibu wake pale anapohitajika. Wakati wa mapumziko nyakati za mchana, Namshuhudia Wakonta akiwa katika kazi yake ya kuandaa miswada ya filamu anayoiandaa kwa kutumia ulimi wake kupitia simu yake ya kiganjani. Wengi wamekuwa wakistaajabishwa na ustadi wa Wakonta katika kutekeleza jukumu hili ambalo anaamini ipo siku litamweka katika historia ya watunzi bora wa filamu. Kwa siku naweza nikataipa, kulingana na kazi, ndio nayo naweza nikataipa hata page kumi. Nimeshakuwa mzoefu, nimeshajua vitu vingi. Kwa hiyo, kwa yoyote mwenye kazi anataka kunipa, nawakaribisha sana, nitatungia stori nzuri, nitaandikia msaada kwa muda mtakao taka. Wakati akiendelea kuandaa miswada yake ya filamu barandani, na shuhudia wageni kadhaa wakiwasili nyumbani kwao. wa hawa ni wana kikundi wenzake ambao kwa pamoja wameamua kuungana ili kutimiza azma yao ya kuwa magwiji wa filamu Tanzania. Na washuhudia wakiendelea na mjadala kuhusu miswada wanayoiandaa. <tune> kazi hiyo, alafu tutajua tunafikia vipi, kwa sababu kusudio kubwa ni kupata final draft tuweze kwenda na hatua zinazoendelea. Alafu pia tutazungumzia proposal ya production na premiere. Nadhani kuna vitu vikubwa, kwa hiyo yeah. Kabla tujaendelea sana, nataka hali sana kwa t huu ni sawa na umoja wenye tumaini moja ambalo wajumbe wote hapa wanakiri. Kipaji cha Wakonta ndiyo dira inayoongoza mchango wake. ni, ni, ni, ni, uko very positive, naamini utaleta changamoto kwenye sanaa ya hapa nyumbani hususan ya film, kwa sababu kuna watu wapo, wana wana hali kama za Wakonta, lakini wameamua kukaa nyuma wame, wameona kama hawawezi. Kwa hiyo nadhani ataenda kuwa ni icon ya kuangaliwa na watu wenye wenye walio kama yeye watu walio kama yeye au watu ambao hawako kama yeye, kama sisi, lakini pia tunaogopa labda kupiga hatua na kuweza kufanya mambo kama haya makubwa. kwa Wow, ujasiri alionao mtu yoyote yule anavutika kuweza kufanya naye kazi. Ni mtu ambaye angelikuwa ni mtu mwingine lazima angekuwa amekata tamaa, lakini yeye kwa hali alionayo hajakata tamaa na ni jasiri hata sisi ambao ni wazima hatuna ujasiri kamwe. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukikutana naye lazima utatamani kufanya naye kazi, yaani lazima utatamani kumsaidia kwa pale alikofikia. Kwa hiyo mimi nasema kwamba serikali haitakiwi kukuuzia watu wa namna hii, wa namna hii. Hatimaye sauti zao zinasikika na wenye mamlaka. Hapa Wakonta na familia yake wanapata mwaliko kutoka kwa waziri wa habari, utamaduni, wasanii na michezo na pemnauye Kawa ni utambulisho kutoka kwa baba wa familia hii, Basilio Kapunda. Mimi naitwa Basilio Kapunda e, na mama hapa ni Raheli Limo ambaye ndiye mke wangu, na hapa ni binti yetu wa kwanza anaitwa Wakonta Kapunda, na tunaye mdogo wake yule kule anaitwa Mbwiro, na rafiki yake wa karibu sana a Aika binti yetu Alipata ajali mwaka elfu mbili na kumi na mbili akiwa kwenye maafari ya kidato cha sita shule ya sekondari Korogwe Girls na aliletwa hapa Mwimbili akalazwa karibu miezi mitano. Ajali yake alivunja shingo. Kisha Wakonta naye akapewa nafasi ya kuongea na waziri Nape e, Wakonta nap sasa hivi baada ya kupata ajali nilikaa nyumbani kwa muda kidogo. Nikiwa nyumbani, nikatokea kuvutiwa na filamu. Baadaye nikaanza kujifunza mwenyewe kupitia mtandao, najifunza jinsi ya kuandika miswada skripti za movie. Nimejifunza e, kwa muda hadi baadaye nikajua, mwaka huu mwezi wa mwezi wa kwanza Nikaona tangazo mtandaoni la uandishi wa skripti wa kwamba watu wanafundishwa, wa nikafurahi, nikasema kwa vile najifunza mwenyewe nimeshajua, nikipata kufundishwa zaidi nitajua zaidi kwao. Nikaandika skripti nikaituma. Mpaka sasa hivi nilipo, nimeshaandika tayari skripti feature film moja, ambayo na ningependa kuitengeneza makau baadaye. Ukawadia wakati waziri Nape kuongea na familia hii kwa sababu sisi kama serikali, uh, kwanza uh, ili swala la la filamu script writing liko uh, wizarani kwangu. Ningasema ukiacha tu kwamba hali ya mazingira yake aliyonayo, lakini tu kama yuko mtu anaweza akaandika vizuri, yaani sisi kama serikali tunajisikia fahari kusaidia kukiendeleza kuki hicho kipaji, nakusaidia namna ya kumuunganisha kwa sababu shida iliyopo nadhani, ni kumuunganisha na wanaoweza kuchukua scripts zake wakazi, wakazifanyia kazi lakini pia naye akapata haki yake, kwa so sababu pia dunia leo ina shida, wanakuja watu wanachukua kazi yako wanaitumia wao kupata pesa, lakini wakati mwingine wewe hupati haki yako. Kwa hiyo nikadhani sisi kama serikali tunao wajibu huo wa kuhakikisha kwanza tunakitambua kipaji chake, lakini la pili tunamuunganisha na wanaweza kumsaidia kufanya vizuri zaidi. Kwa mfano kama yeye ana, ana, ana, ana, ana, ana hamu ya kujifunza zaidi na mshauri wake, watu wanaweza kusponsa kwa yeye akajifunza zaidi, akawa mwandishi mzuri zaidi, na kama ulivyosema kupitia sasa uandishi wake ule akafanya maisha yake na, na kumkeep busy walau akifanya jambo na kwa sababu ni jambo kubwa ambalo linaweza likawa na matokeo mazuri kwa jamii yetu. Sema nimesikia, ngoja tuongee <coughs> sasa na hawa ambao wanaweza tuka tukaanza nao, wakapitia kazi zake hizo ambazo wamezifanya sasa hivi, lakini pia tuone wanavyoweza wakasaidia kwa namna moja ama mtazamaji wa TBC One, hayo ndiyo maisha ya Wakonta Kapunda kwa sasa ambaye alipata ajali wakati wa mahafali yao ya kidato cha sita katika shule ya sekondari ya wasichana Korogwe mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Mwenyezi Mungu azidi kupa nguvu wewe na familia yako, wakati ukipitia katika mtihani mkubwa katika maisha yako, na kwa wale ambao wanahitaji kumchangia Wakonta wanaweza kutuma msaada wao kupitia namba inayopita chini ya luninga yako ambayo ni sifuri saba moja tisa tisa tano nne tatu tisa moja. Narudia, sifuri saba moja tisa tisa tano nne tatu tisa moja au wasiliana moja kwa moja na hadubini. Na habari hiyo, ndo inahitimisha habari taarifa.